wa Simba Almasri ambao wanawasili hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa kwa ajili ya mazoezi yao ya mwisho kama ambavyo unashuhudia, uh, wakiwa na escort kubwa kabisa, msafara mkubwa uh, wanawasili hapa wakiwa uh, tayari kwa ajili ya mazoezi yao ya mwisho ambayo yatafanyika hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa jioni ya leo, kama ambavyo unashuhudia huli msafara ambao umeambatana na uh, basi la uh, uh, aloleta wachezaji wa uh, Almasri kwa ajili ya mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo huo wa jioni ya kesho, mchezo ambao utapigwa majira ya saa kumi kamili za jioni, kama ambavyo nashuhudia, hawa hapa wapinzani wa Simba Almasri wakiwa kama ambavyo nashuhudia viongozi, baadhi ya viongozi ambao wamewasili hapa uwanjani kwa ajili ya mazoezi yao ya mwisho, wakiwa wako hapa uh, kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wa kesho dhidi ya kikosi <coughs> cha Almasri <coughs> Yes. Uh, kama ambavyo wanaoshuhudia hawa hapa sehemu ya msafara, uh, wa viongozi wa kikosi cha Almasry ambao wako hapa kwa ajili ya mazoezi yao ya mwisho, uh, hapa Benjamin Mkapa. Kama uh, ambavyo wanaoshuhudia viongozi uh, wakiwa wanawasili hapa wachezaji kwa ajili ya mazoezi yao ya mwisho kuelekea kwenye mchezo huo wa kesho. Kama ambavyo mnashuhudia, huu uh, ni msafara wa kikosi cha Al Masry ambao uko hapa uh, kwa ajili ya mazoezi ya mwisho, mazoezi ambayo yatafanyika hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa, kama ambavyo mnashuhudia sehemu ya wachezaji pamoja na viongozi wakiwa wanawasili hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa kwa ajili ya mazoezi ya mwisho, mwisho ambayo yatafanyika kesho kwenye dimba la Benjamin Mkapa wachezaji uh, benchi la ufundi wakiwa wanatoka hapa uh, tayari kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea uh, hapo kesho wanakuwa na mchezo wao, kama ambavyo wanashuhudia wachezaji wa kikosi cha Al Masry pamoja na sehemu ya benchi la fundi wakiwa wanawasili hapa uh, kwa ajili ya mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo huo wa kesho uh. Hiki hapa kikosi cha Almasri ambacho kinawasili kwenye dimba la Benjamin Mkapa kwa ajili ya mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wa kesho, mchezo ambao mnyama Simba atakuwa mwenyeji wa uh, kikosi cha Almasri hapo sho wachezaji wakiwa wanaendelea kutoka hapa, kama ambavyo unawashuhudia uh, wako hapa na wachezaji wa kikosi cha timu ya Almasri wakiwa wanawasili hapa, e, e, wa wa hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. E, mchezo wenyewe utafanyika kesho majira ya saa 10 kamili za walipata ushindi wa magoli mawili kwa sifuri tayari wanakuja Benjamin Mkapa kwa ajili ya kulinda matokeo yao ambayo waliyapata huko Misri. Na kesho, mnyama simba anakwambia, hii lazima tuvuke, anahitaji kupata ushindi wa kuanzia magoli matatu bila, kwa ajili ya kwa ajili ya kwa ajili ya kuweza kumtoa Almasri hapo kesho.